Helowapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea watch video zangu. Na video yangu alo ya, nitaenda kuonesha jinsi ya kuondoa magaga miguuni na pia jinsi ya kufanya miguu yako iwe kama ya mtoto. So without further ado, let's get to the video. Leo nimekuja na mask, ni exfoliating foot mask ambayo ina fanya miguu inakuwa milaini kama ya mtoto inaondoa magaga na nikasema ngoja ni film na pia niwaoneshe jinsi hii mask ilivyo so huku nyuma ya mask inaelezea process nzima ya jinsi kui, ya kuitumia hii mask so kama uko interested na unataka kupurchase hii mask nitakuwekea nitakuekea link hapo chini unaweza ukapurchase So process ya kwanza inasema kwamba unatakiwa uweke miguu kwenye maji. Tamaliza hapo, nitasuuza miguu yangu vizuri, alafu nitaifuta. Hii ni kuandaa tu kwa sababu ya process ya kuivaa hizo foot mask, yani hizo mask za miguu. Kishamaliza hapo sasa hivi nitachukua foot mask zangu, na kila foot mask packet inakuja na pair moja ya foot mask kwao. Kama miguu yako ni migumu, probably utahitaji package mbili, atakiwa ufanya mara mbili ili iweze kapil hiyo ngozi ambayo ni im, ngumu sana, lakini kama we miguu yako ni milaini tayari, unaweza tukatumia pair moja. Kama unavyoona zinakuja hivi na huku ndani ya hii foot mask kuna product ambayo, hiyo product ndio itakayo kusaidia kuondoa hiyo ngozi ambayo ni ngumu na pamoja na magaga. Alafu utavaa tu kama vile unavyovaa socks. Alafu zinakuja pia na kitu cha kufungia. Yaani ni kama gundi ili kuhakikisha kwamba, yani hiyo product iliyopo huko ndani isimwagike, na pia hiyo soksi yani foot mask isitoke toke. Ila kwa kuwa nataka ikae vizuri na isimwagike, kwa hiyo nitavaa soksi kwa juu, ili kuhakikisha kila kitu kimekaa ndani ya soksi, yani imekaa vizuri, isimwagike, endapo kama nitazunguka, manake sitaweza kukaa kwa lisali moja sehemu moja. Na nyuma ya package imeandikwa kwamba unaweza ukakaa dakika 60 ambayo ni kama lisali moja, au mpaka dakika 95 ambayo ni lisali moja na nusu, tuseme na dakika 35, lakini unaweza ukakaa zaidi, labda masaa mawili kalisali moja na nusu. Kama unavyoona hapo, nimemaliza kukaa, yani kukaa na hizo mask kwenye miguu. Na how does it feel? Yani, unajisikiaje kwenye miguu? Unajisikia kama vile ukiwa na maji muda mrefu kwenye miguu, ndio hivyo hivyo, au kwenye mikono. Ile feeling ndio hiyo hivyo unapojisikia ukiwa umevaa hizi foot mask. Na kama unavyoona miguu yangu rangi imebadilika, kuna rangi tofauti juu na chini, na hii ni kuonyesha tu kwamba mgulikaa muda mrefu ndani ya maji. Kama mnavyoona sasa hivi, naosha hiyo product kwa kutumia maji. natafuta miguu yangu vizuri, na nitavaa soksi, kwa sababu hii process nzima ya kuanza kutokwa na hizi ngozi inachukua masaa arobaini na nane kwa hiyo ni kama siku mbili. So baada ya siku mbili, nilianza kuona ngozi yangu inabanduka, ngozi ya miguu. Na wanasema ukishaona ngozi inabanduka ila hai banduki yani, haitoki utakiwe kuivuta. Kama mnavyoona hapo, nilikuwa natamani sana kuitoa na mkono, ila kwa kuwa wameeleza kwamba usitoe, kwa sababu unaweza kukuumiza ukatokwa na damu. Kwa hiyo unatakiwa uendelee kungojea. So nilikuwa ni kila nikioga na vasox, najifuta miguu na vasox pamoja na hivyo viongozi, kama mnavyoiona hapo. Kwa hiyo nilikuwa si silazimishi ngozi kuitoa, yani sivuti ngozi. Navaa tu soksi zangu na naendelea na kazi zangu, na huku kwenye sehemu ya ngozi yani, huku juu ya ngozi, huku juu ya mguu um, kuna yaani kuna ni tofauti au yani, unaku unasikia kama vile kuna ngozi ambayo inaku inakugasi sijui niseme hivyo yeah. Sigasi inakugasigasi yani hai feel alright. Yani, haiko kawaida yani, sio hali ya kawaida. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana kujikuna, so kama mnavyoona, hii ndo ilikuwa inavyoonekana hivyo, nikiwa nimezitoa soksi. Alafu siku ya nne nadhani Uh, ngozi yangu ilianza kubanduka yenyewe kama mnavyoona hapo, yani ilikuwa inapukutika yenyewe, ilikuwa inapukutika yani bila hata mimi kuitoa, ndo nikaanza kuitoa polepole ngozi. Ningependa kuwakumbusha kama huja subscribe kwenye hii channel please, bonyeza hiyo subscribe button hapo chini, na pia bonyeza hicho kikengele ili uweze ukajua pale ninapopost video zangu, maana huwa kwenye hii channel ninajaribu vitu vingi. Sasa hivi nilikuwa napata pili mpaka kwenye ngozi ya huku juu, kama mnavyoona uku pembeni ya vidole nilikuwa natoa, yani natoa hiyo ngozi kama mnavyoona. Na kama mnavyoona hapo, ndo mwishoni wa ngozi yangu jinsi ilivyo, na ndo ngozi ambayo imebakia. So sasa hivi nitaenda tu kusafisha, kutoa huo uchafu kwa kutumia maji na sabuni. Kama unavyoona uchafu wote umetoka, miguu ni msafi na unaweza ukarudia hiyo foot mask kama unataka, kama unahisi miguu yako bado haijatoka vizuri yani ngozi, unaweza ukarudia tena, ila mimi sitarudia tena kwa sababu naona miguu yangu ni safi na imekuwa vizuri. zaapo nitafuta tu miguu. Miguu yetu sasa hivi imekuwa milaini, very soft kama miguu ya mtoto. Sasa hivi nitapaka tu mafuta kwenye miguu. Miguu yangu imekuwa soft sana, imekuwa milaini sana kama miguu ya mtoto. Na I hope mtakuwa umeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like, usahau kushare hii video na marafiki zako, na pia wajionee wa, wa. Na kitu kingine, kama hujasubscribe kwenye hii channel, ningekuomba usubscribe na pia like hii video. Kitu kingine, comment hapo chini Komenti yako ina maana kubwa sana kwangu, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye!